Tuelekee huko kaunti namba thelathini na saba, sasa ambapo jaribio la polisi kuzuia mkutano wa siasa wa mrengo wa upinzani Malava liliambulia patupu baada ya wafuasi wa upinzani kuwafurusha polisi hao. Awali polisi waliwafurusha watu waliokuwa wanaandaa hema la mkutano huo ambao ulikuwa ufanyike katika shule ya msingi ya Malava. Waandalizi walihamisha mahali pengine mjini Malava ambapo polisi walifika na kuamrisha kusitishwa kwa maandalizi hayo. Baadhi ya wafuasi wa upinzani wamelaani kitendo hicho. Sisi hatuwezi kukubaliana ya kwamba nyinyi mtoke huko mkuja mtupanga hapa Malava atitupikia yule mtu faili. Kwa sababu nyinyi mmesema sisi, mkutano wa leo hapa Malava utafanyika, mkutano wa upinzani utafanyika nipende usipende. Hata sisi potapota, tumeamua ya kwamba tunakuja, tungoje usalama wa wengozi vyetu osibitu wa Malava. Tafadhali wachana na watu wa Malava. Tumekuleta uchunge usalama wa watu wa Malava, ama ufuruke watu wa Malava unafuruka watu wa Malava ama utalinda watu wa Malava. Angalia kwa kasi yako. Kenya kwanza imekuwa na mkutano yao hapa kwa mashule, kama wanafunzi wanafanya mtihani, hakuna mtu ametatiza hiyo mkutano. Leo hii tuko na mkutano ya upinzani e, tunataka mkutano ya amani. Wamepika watu wa upinzani, supporters wa sets Panyako, sisi kama E, upinzani tunataka mkutano ya amani. Sisi tumefurushwa hapa kwa sababu hii mkutano si halali. Na hii mkutano ni halali, hii mkutano ukienda kwa programu ya IPC, hii mkutano yiko. Na sisi kama wakaaji wa Malava tunataka tuambie huyu OCS huyu mgeni asitumiwe kama ile ospid huyu huyo, huyo, mama, mama asitumiwe kwa sababu sisi ndio watu wa Malava na tutakane, si ndio? Yeah. Kwingineko waziri wa usalama